Usisahau kusubscribe kucomment kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Wilaya ya Mlele imefanya hafla ya kupongeza miaka minne ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan iliyofanyika katika viwanja vya shule ya msingi Ibelamafipa iliyopo kijiji cha Ilunde halmashauri ya Mlele mkoani Katavi. Katika maadhimisho hayo, sungusungu wa Mlele wameonekana kuwa kivutio kikubwa wakati wa maandamano, ambao walionyesha hisia zao za shukrani kwa kuingia na nyimbo zao za asili <tipa>

Kazi iendelee, makofi mengi kwa bodaboda Mlele, asanteni sana bodaboda. Lakini pongezi nyingine zinatoka wizara ya maliasili na kutimiza miaka minne ya uongozi wako, wewe ni muhifadhi kwamba tanzania nisit makofi mengi kwa tai, asante. Naomba tupite, usonge rasmi, maandamano bado yanaendelea, na hawa ni sungusungu Mlele. Sungusungu waye, sungusungu waye. Wanasema tunakupongeza Mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hassan. Apeta mele yake ni maandamano, wakiwa wamebeba mabango mbalimbali naa kum... wakizungumza viongozi mbalimbali akiwemo mkuu wa wilaya hiyo Alhaji Majid Mwanga pamoja na ukurugenzi wake kutoka halmashauri ya wilaya ya Mlele na Mpimbwe wameelezea walivyopokea zaidi ya shilingi bilioni mia tano na saba wa kipindi cha miaka minne ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hasani, na kutumika katika miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo elimu, afya, miundo mbinu ya barabara, umeme na maji. Ndugu zangu, katika wilaya ya Mlele, miaka minne ambayo tunayo ya mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hasan, takriban bilioni mia tano na saba milioni mia tatu hamsini na mbili laki nne arobaini na tisa na senti kumi na mbili zimeletwa katika wilaya ya Mlele. Hizi fedha ukizipanga, bilioni mia tano na saba, ukizipanga zitafika Marekani. Ukizipanga moja moja elfu kumi kumi zinafika paka Marekani. Kama unabisha, leta za kwako tuzipange tuone zinafika hata hata, hapo unyenya zifiki, lakini za Mheshimiwa Rais zinavuka mipaka ya nchi. Hizi tu ni fedha ambazo zimeletwa katika wilaya yetu na Nyie wananchi mnajiuliza fedha hizi zaidi ya bilioni mia tano na saba zilizokuja hapa kwetu, tafsiri yake ni nini kwa maisha yetu ya wana Mlele pamoja wana wanampinga. Kwanza mmeona gridi ya taifa ambayo imeshakuja ndani ya wilaya, na nyiye ndani ya miaka yote tangia nchi hii undwe changia kijiji hiki cha Ilunde kiumwe, hamkuwahi kupata umeme, lakini ndani ya miaka minne ya mheshimiwa rais Daktari Samia Suluhu Hassan, sasa umeme upo hapa Ilunde. Nasema uongo? Nasema kweli? Nasema kweli na wasema uongo na mkae mkao wa kuunganisha umeme. Hakuna kwenda kuchaji tena simu kwa mwenyekiti wa kitongoji, hakuna kwenda kuchaji simu kwa mtemi, hakuna kwenda kuchaji simu makao makuu ya kata. Sasa kila mmoja anakwenda kuchaji simu katika nyumba yake anaangalia tv. Uh, bajeti ya halmashauri imeongezeka. Tunapoongelea mbele la bajeti, maana yake ni matumizi ambayo tunaletewa. Mwaka 2021 kumekuwa na ongezeko la bilioni, uh, kulikuwa na bilioni kumi, laki tano na themanini mia mbili ishirini na moja, lakini leo tuna bilioni kumi na nane, laki moja na sabini na tano, na mia nne na tano, mia saba tisini. Sawa na ongezeko la asilimia arobaini na mbili katika kipindi hiki. Halmashauri pia imeweza kuongeza mapato yake ya ndani ambapo mwaka elfu mbili na ishirini na moja ishirini na mbili katika bajeti yake ilipanga ku, kukusanya jumla ya shilingi bilioni moja nukta nane na ikaweza kukusanya ikatimiza Asilimia mia moja ishirini na sita jumla ya shilingi bilioni moja bilioni mia nane ziliweza kukusanywa. Na mpaka mwaka elfu mbili na ishirini na nne ishirini na tano halmashauri imepanga kukusanya jumla ya shilingi bilioni tatu nukta mbili ambapo mpaka sasa kumeshakusanya bilioni moja nukta tisa Mimi ni Swau Mkatambo.